Na, na TFF iwadhibiti hawa wachambuzi hawa na mshauri wa Rais Karia, Rais wa TFF watunge taratibu za kudhibiti hawa wachambuzi wa mpira wanaoibuka tu kama uyoga, wana- wanapusha wana ajenda ambazo wakati mwingine hazina mbele wala nyuma, yaani ukiangalia tu barua ya Simba ilivyoandikwa kwanza ilikuwa na tarehe. Kwa, kama umeangalia vizuri barua ya Simba walioiandikia bodi ya ligi. Na TF, haikuwa hata na tarehe na ilikuwa na makosa mengi sana, na sijui iliandikwaje. Yaani kwa kweli mdogo wangu na rafiki yangu Ahmed Ali anatakiwa aangalie sana. Mimi nadhani Watanzania pia sio wamekuwa wapole sana, labda upole wao ndo watu wanachukulia upole wa Watanzania kuwafanya wanavyotaka kwenye mambo ya mpira. Kwa nchi wanaojitambua wananchi wanaojielewa vizuri pale TFF kusinge kalika, yani zile ofisi za TFF zile kusinge kalika, kungekuwa na watu wanaoelewa maana halisi ya, ya, ya, ya utawala bora. Hatuwezi kuendesha mpira wa nchi kwa timu mbili tu Simba na Yanga, Simba na Yanga watunge kanuni zao basi, watuambie kwamba Simba na kanuni zake, Yanga na kanuni zake kama kanuni hizi hizi na sheria hizi hizi 17 za mpira wanaoendesha dunia ndizo hizo hizo TFF ya Tanzania pia wanazifuata. Kwa nini wanaziasolate? Wana, wana, wana Simba inakuwa na kanuni zake Yanga inakuwa na kanuni zake. Hivi chukulia ingekuwa pamba ndio imefanya hivyo au mashujaa, singeshushwa daraja? Hiyo kamati ya masaa sabini na mbili imekaa Jumamosi hiyo kwa kwa kwa, kwa, maelekezo ya sheria ipi na kanuni ipi? na mnawezaje kutoa maamuzi kabla ya tukio? Inchi na mambo ya ajabu, sijui, lakini inchi kuna mambo mengine ni ya hofu sana. Yanaenda kwa sababu unajua watanzania wana tabia moja, watalalamika mitandaoni, watapiga makelele, watasema hivi, baada ya siku mbili wanasahau, wanaendelea na maisha. Ndio watanzania tulivyoumbwa. Mtu katoka roria Dar es Salaam. Mtu katoka na Njilinji Newala amekuja Dar es Salaam, mtu katoka Msumbiji, watu wametoka Kenya, watu wametoka Ulaya kuja kuangalia hii mechi. Alafu halafu TFF, yani kama hawaoni, yani wanaona ni jambo la kawaida tu, yaani wao wanafikiri mechi ya Simba na Yanga ni mechi ya kiuni kama wao wanavyowaza. Watu waendeshe mpira wanaojua mpira, waliocheza mpira, walio waliozaliwa walio kwenye soka wakakulia kwenye soka, ndio waendeshe mpira. Watu wanakuja tu from nowhere tu, hata tuwaelewe walitokea wapi, wanakuja wanajipachika hapo, kwa sababu kuna wanasiasa na wenyewe wana nguvu, wanaingia huko kwenye mpira, wanawatumia hao, wanawapachika hapo, wanakuwa viongozi wa wa mpira. Maana viongozi wa TFF pale usione hivi, ndugu waandishi, wanasiasa ndio wanao wapachika rais wa Yanga. tunakuheshimu sana tunakukubali sana Tunakushauri usipeleke timu uwanjani mpaka hapo watakapotupa sababu za msingi kabisa, kwamba kwa nini TFF waliahirisha mpira huu mchezo. Najua wanasiasa wapo hapo, Yanga hapo, na wanasiasa wako hapo Simba. Najua wako kina Mwiguru, wanaweza wakakufuata, wako kina Mavunde, wanaweza wakakufuata kukushawishi uingize timu. Makamu wako wa rais Arafati ameshatoa msimamo, katoa msimamo kwamba hakuna mechi nyingine tena ya dabi. Najua kuna wanasiasa au ni wataja majina, watakufuata, watakubembeleza ingiza timu, unaingiza timu, mara pa tunafunga goli nane. Wewe utakaa katika nchi. Nakutahadharisha tu kwamba wanasiasa wanaweza wakaja kwako hapo, wakakushawishi kwa kwa kwa kwa uingize timu unaingiza timu pa tunafungwa goli kumi. Unaijua Yanga? Yaani hao wanasiasa walio kushawishi uingize timu watakuruka, na nadhani ndio tukuwa mwisho wako kimaisha kisiasa, kama unaambisha ni kuwa mwanasiasa na kila kitu. Hizi timu za simba na yanga ni hatari mno kuliko watu mnavyofikiria. Usiingize timu mpaka TFF wakupe maelezo yenye kushiba na maelezo hayo yaendane na kanuni na sheria za TFF na za mpira wa miguu. Usikubali, usikubali kuingiza timu, watuambie kuna kanuni gani inasema, ukizuiwa kuingia uwanjani wewe huingizi timu uwanjani.